Vile nilivyokuwa na react kwako, nimefikiria sana, nikaona sio sawa. Ni bora nikuite kama hivi, tuzungumze, tuyamalize. Sina shida nawe, ndani ya siku mbili tatu hizi tunahamia sehemu nzuri. Una lolote sana <le -one. laughs> Yaani, ukitoka hapa ndani na mimi naondoka na nakuhakikishia hutakaa unione kwenye maisha yako yote. Safi tu. Vipi? Unaendeleaje? Ah, pole sana, pole sana. Sasa, sasa, sorry, sorry, sorry. Kwanza naomba unisamehe kwa hiki ninachotaka kukwambia. Sawa, so darling, please I beg you. Kiukweli, kiukweli, nimeshindwa kutoka, ameng'ang'ania, ameng'ang'ania hataki nitoke. Anasema mimi nikitoka tu naye anatoka. Sasa nafanyaje? Hey. Oh. Darling, I was just miss you. Sasa nafanyaje? Eh? Hapana, hapana. Yeye kasema mimi nikitoka naye anatoka. Hajaniambia anatoka kunifata au anaenda wapi? Sasa hilo ni swala la, la, la, la, la hatari sana. Mimi kama nitapata muda wote nitakupigia simu, na kama kama nitapata jinsi ya kutoka m, nitakupigia. Sawa, okay, sawa, sawa, sawa sawaaazan Naambia ni stoki na tayari nilikuwa na appointment. Sasa siwezi tu cancel appointment bila kuwafahamisha watu ambao kwa nime aidiana nao, kwa hiyo niwambia, bwana wanisamehe tu na excuse kwa hiyo, Let's make another day, wamenielewa. Kwa hiyo jamaa zako uwezi kuongea nao ndani mpaka umtoke huko nje, naweza

Tazama kote sijaona mtu, mbona nimepita kote? Sawa sawa, sawa, nashusha pumzi. Sawa, lakini una uhakika kweli amefanya manunuzi hapa kweli? Basi jaribu tena kuangalia kwenye system, tazama tena. Mimi siwezi nikaondoka hapa mpaka nimwone.

Kwa hiyo unamaanisha kwamba harusi unafunga wewe na Dani. Eh, hey, kwa nini kinachokushangaza ni nini hapa? Nimekuambia naolewa mdogo wako. Kwa hapa nimeamua tu nije nikupe taarifa ili siku ya kupata tarehe ile rasmi. Usije ukasema, oh, "Umeshtukiza, sio ni nini?" Kwa habari ndio hiyo. Hivi mdogo wangu, kweli na kuingia akilini kafisa, Daniel anaweza akaachana na Rebeka hivi hivi? Ha. Yani we unaongelea nini? Sio, anaweza wameshaacha na muda na Rebeca kashaondoka gazake huko, sio? Hata uko mtaa gani anajua mwenyewe. Nakusikitikia sana mdogo wangu, ujua unajidanganya wewe. Ni mdogo wangu tena wa damu, siwezi nikakuficha kitu chochote. Daniel na Rebeca wanapendana, na hata siku moja hawezi wakaachana hicho kitu unajidanganya wana kuchezea tu ka ulijua <laughs> hiyo dasara wewe unielewi mimi ninavyokwambia wameshaachana na mimi ni shahidi kwa sababu mii ndo nimesababisha hicho kitu kitokee na huyo Rebeka unaemwaza wewe hayupo hivyo unaelewa maana ya hayupo hayupo yeye, na matakataka yake yote nipo mimi, nakwambia. Hu mwezi wangapi, sijui nikupae kisha panda kwenye gala yake, hicho kitu mdogo wangu, hakiwezekani. Ni amini mimi dada, yani hakiwezekani, toa akilini, unajidanganya Sakina. Wanachotaka wao ni mtoto, ujifungue wakumwage. <laughs> Nzuri, ufurai, uamini, dani, mimi nimekuletea tu taarifa nzuri, uzipokee tena unifurahie. Mdogo wako unatakiwa na ufurahie kwa sababu mimi ndugu yako uwe na furaha. Sijaja hapa kubishana nijieleze sana. Mimi nimekuja kukupata hiyo taarifa kwao. Unaamini, uamini, utajua mwenyewe. Sio kwamba siamini, sio kwamba sipendi wewe na ndoa yako au na nyumba yako, lakini sio kwa Daniel. Sakina, kwa nini unielewi? Mimi dada yako, jamani, wana kuchezea mdogo wangu, huwezi ukaolewa wewe. Ah, lakini sawa, bila nakuonea tu huruma, mdogo wangu <laughs> <laughs> haina haja, haina haja kunonea huruma wewe. Jiandae tu na na sherehe uje udamshi basi, mengine hayo mawazo yako. Aya bwana, unanitoa. Ah, unanitoa au nakutoa? Tafanyaje sasa

Kujali familia yako ni moja ya jukumu langu. Unasema kadanganya anaolewa, kila ninavomfahamisha mdogo wangu wanakuchezea tu, wapi wanataka mtoto utakapojifungua. Sakina wewe funguka wapi? Hey. Yaani hata sielewi tunafanyaje? Hivi oh, unakuwa una hivi vitu unavyoviongea una, unaelewa au vielewi? Una kwa sababu naona unavichukulia vipesi vipesi, wakati ni vitu ni vikubwa. Kwa nini unamfanyia hivyo sasa Wsi, umesema ni ndugu yako? Ndio, ni ndugu yangu. Sasa unafikiri mimi nitafanya nini, ukizingatia Rebeca ni bosi wangu? Yaani sielewi, sielewi hata nafanyaje. Niko njia panda sana. Kwa hiyo maana wewe mchoro wote unaujua, alafu ndugu yako unamwambia una yeye anakuwa akuelewi. Mi nafahamu kila kitu tangia mwanzo. Ndio huyo na makosa sana. Kwa nini ukuniamsha mimi yakati niamsha mimi nije hapa, ningempiga hata makofi mawili ule, angekaa saa nyingine akili zake zimetibuka, unamweka akili sawa, makofi mawili tu ule. Unakaa unamwachia mtoto anakaa, watoto wanamtumia tu, wamemgeuza shamba la bibi, kila mjukuu anayekuja akikota dodo lake akikota hili la kwake, wanalima tu. Acha, kwa kweli huo ni ujinga. So na ujinga utakiwi hapo inabidi uende kwa wazazi yake au twende kwa wazazi wake tukaongee nao. Sawa, kama umeamua hivyo. Kwa sababu yani mimi sielewi hata nafanyaje. Mtoto mwenyewe ndio kama hivyo, yani kang'ang'ana kang'ang'ana, Danieli ananipenda mimi, ndio kila kitu, wakati hamna kitu kama hicho. Aya, anafurahia ndoa yani. Lo, inaniuma sana. hajawahi kuolewa huyo? Ui, mdogo wako ajakuolewa? Yani mdogo wangu mimi ana kama, yani yani ana ugonjwa, jua ana ugonjwa fulani hivi wakupenda yaani, akishampenda mtu hata umwambie. Mwanaume wa mwanzo ilikuwa hivyo hivyo, alikuwa anampiga kama ngoma, hmm. Lakini kila mnavyomwambia hanisikii tu. Tumeleta hivi vitu lakini Sitokupa mimi. Ah, hicho kimefika. tumetoka nacho mbali kija kiishi hapa. Je, baba unadishi kula tena? Ndomana kakwambia, je, sijui kama mwanangu kapata chakula

Unajua, katika hali uliokuwa nayo, inabidi mazoezi ya mara kwa mara yabidi yapatikane. Unajua, mimi nakupendea hapa, mtu wangu, nakupenda sana. Unajua, nakupenda, nakupenda kwa kiwango cha juu cha upendo, na kingine kilichozidisha upendo wangu kwako

hivyo wewe, kweli huyo ni ndugu yako wa tumbo moja au vipi? Kwa sababu hivyo vitu vyote vinatokea huyo wa mwanzo na hivi vingine, ndo unakuja sasa hivi unanisimulia. Anampiga mimi nipo, anapigwaje? Kimfano yani, anapigwaje? Lakini sasa hivi ameshaachana na ule mwanamume. Yani ninachokuomba mpenzi wangu, mme wangu, naomba tu nisaidie juu <coughs> ya hili yani, sielewi yani Sakina anafanya kama ganda la mua, wanatafuna wanatupa. Hili swala juu ya swala kulichukulia jepesi jepesi namna hiyo. Gani anakuambia kabisa hivi vitu vya msingi kabisa. Tuache kabisa masuala ya masiara na siara. Nakwambia inabidi twende kwa wazazi wake. Tukakae na wazazi wenu. Tukae tuongee nao nukta kwa doti. Tukae tuelewane jinsi gani kumsaidia. Bila hivyo, kama unavyosema, yeye mwenyewe anajiona anapendwa, anapiga kelele na nini, kumbe watu ndio wanakaa wanavyosema, wanamtumia. Matokeo yake baadaye watu kamalo wanakuja kujisikia kajinyonga

nani? bebe wako? Mwanamke mzima kweli wewe na kwa <laughs> yani we we, nini unampigia mwanamume wangu simu sasa hivi? Uelewi maana ya utakiwi. Yaani we uelewi kukataliwa, hujui nini? Kuachwa wewe unapenda kuipa roho no, yako matatizo Eka eka kwa nini? Eh? Sasa aliyepiga ni nani? Umenikuta mimi ndo nimempiga au? Kwa nini akuite baby? Swala sio amepiga au amepokea au amefanya nini? Kwa nini anajiamini anakuita wewe baby? Anakuitaje wewe baby? Sakina. Kaniita yeye baby. Sio mimi nimemuita baby. Kwa hiyo unamtetea nini? Ah, mimi siko kwenye kinywa chake, umenielewa? Kama kaita baby ni yeye na mawazo yake. Umeni... yeye. Mimi nanihusu nini sasa? Hata kunipanikia, kwa sababu tena mimi ndio natakiwa nikupanikie wewe. Hapa unaitwa baby. Usinifanye mi ni mjinga kwa sababu unanyamaza. Hey baby I miss you, anajipikisha. Unanifanya mimi mtoto na mimi taira wewe. Sasa anakuambia hivi, umeona? Hiyo namba hiyo Block nikiwa naiona hapa na uifute Nimemaliza. kama unataka kujua mimi nipoje, kwa sababu wewe unijui. Yani wewe unachukulia poapoa sana wewe, alafu mimi sio poa hata kidogo. hiyo namba hapa naiona na uifute kila sehemu. Hivi kweli ingekuwa mimi niko na Rebeka sio ngemkuta yuko humu ndani? Kwa hiyo mpaka mimi kumwondoa humu ndani kuishi na wewe wewe, bado uniamini tu bado unaishi tu na mashaka na mimi Nimesema bloku hiyo namba na sawa, sasa hivi, ni namba, hiyo namba na uifute. Kazi rahisi sana, au unahitaji ya kuendelea kujieleza chochote? Bloku hiyo namba futa, kwa sababu kama tatizo ni yeye na yeye ndo anakupigia. Nimesema block hiyo namba na uifute. Sawa, lakini sasa hivi niache block hiyo namba

Ea. Okay. Nilikuwa mbali na simu nilikuwa mbali na simu. I'm so sorry. Okay, basi nitakupigia baadaye. Nitakupigia baadaye tuongea, sawa. Okay? Okay, okay, okay, okay. I love you. I love you.